Uvamizi wa funza umeorodheshwa kuwa kati ya magonjwa ambayo yamesaulika nchini Kenya. Idadi kubwa ya wakazi wa kaunti ya Vihiga wanaendelea kutaabika na uvamizi wa funza, serikali ya kaunti hiyo ikidaiwa kutelekeza ama kutekeleza machache tu ili kukabili kero hilo la funza. Ni taarifa yake Sheldon Asahul. Funza linasalia kuwa tishio kwa wakazi wengi kaunti ya Vihiga. Hali hii haiwabagua wakubwa au wadogo wanaoathiriwa wakitatizika kufanya shughuli nyingi za kimaisha. Sasa watu wengi zaidi wenye tunatibu ni orphans kwa wingi, wazazi wamekufa wote, na wengine mzazi mmoja amebaki, kama mzee awezi jua kama mtoto ako na jigas. Kwa hivyo shida mingi, mtu akikufa, uchafu iko mingi kwa nyumba. Hakuna malezi. Katika kijiji cha Lunyerere wadi ya Izava Lyaduywa, eneo bunge la Sabatia, nyumbani kwake Mesha Kagunza, yeye na mjukuu wake wanakabiliana na kero la funza. Kwa vile ambavyo amshafika mtoto iko na mjukuu anasoma chini e, malazi hakuna, vitabu e, hakuna hata mahali analala, ni mbaya ana, anapata matatizo ya, ya viatu matatizo ya hii dudu hii. Anapata matatizo ya kusoma. Kijiji jirani cha Enderi, wadi hiyo, Nanzi Aliviza na wanawe wa miaka miwili na mitano wamelazimika kulazwa hospitalini baada ya kuvamiwa na funza. Mbaya mbaya mbaya sana, hata nimeangalia mimi mwenyewe nimelea, nimeona watoto hata kukula hawataki washike kitu, mikono zinaingia hata zi, zimeanza kuingia kwa kichwa. Ai, nimeona ai, hapa ni kubaya. Athari kubwa, kwanza ni kupungua damu kwa mwili ya mtoto. Uh, pili unapata hali yao ya kiafya uh, inadhofika, na pia unapata vile anapata uh, ugonjwa mengine tofauti inakuja kwa urahisi kwa mwili, na pia wanakuwa na ile ugonjwa ya kutokula vizuri, so uh, una, uh, sumbuka na kukula, wanakuwa na kile kitu inaitwa malnutrition. Familia hizi mbili ni miongoni mwa zaidi ya elfu moja mia mbili zilizoorodheshwa na wakfu wa Jedo of Hope and Compassion kupata dawa za kuangamiza funza katika eneo bunge la Sabatia pekee. Hizo cases okay, na tumezigundua ziko right now. Uh, the ones that walijitokezea na wakasema wako, tukachukua data yao ni 1200 cases in the six wards of Sabatia. This CHPs tunaona ugumu wa familias ambazo ziko na funza, tukienda hapo hasa inachukua egi ndogo kabisa kutoka kwa 10 years hata na wazee wako nazo mingi kabisa. Kukithiri kwa funza katika maeneo mengi ya kaunti ya Vihiga kunachangiwa na umaskini, ukosefu wa uhamasisho na elimu ya usafi, kutaja tu baadhi ya sababu. Poverty level iko juu sana kwa sababu tume experience cases where we have to help those people to just have one meal per day. Hawana kabisa, and then hiyo poverty level iko funza ni miongoni mwa magonjwa yaliyosahulika maarufu kama neglected tropical diseases NTDs. Kutokana na kusahulika kwake, serikali nyingi ikiwemo ile kaunti ya Vihiga haijatilia mkazo kuangamiza funza. Wasaidizi wa wahudumu wa afya nyanjani CHPs wanataja kukumbana na hali ngumu kukabili na kuangamiza funza kwani serikali haijawapa vifaa vya kukabili funza. Sisi kama CHPs tunaona ugumu kwa villages, kwa sababu ukitembea kwa mtu hata ukimuuliza, wengine hawana choo, wengine hawako nini. Sasa uchafu hiyo nyingi inaleta hiyo funza. Sisi kwa kaunti yetu hatupati dawa ya jigas, hakuna. Tumeomba kila mara lakini Yani, sisi tunaona kama CHPs wametupuuza pahali. Takwimu kutoka idara ya kukabili magonjwa yaliyosahulika katika kaunti ya Vihiga, familia elfu tatu, mia tatu na kumi zimeathirika na funza, kaunti ndogo ya Emuhaya na Sabatia zikiongoza kwa visa 968 na 877 mtawalia. Wakufu huo wajeda mbali na kuwapa waathiriwa magodoro, viatu na bidhaa zingine za kuzuia maambukizi zaidi ya funza unalenga kupitia wahudumu wa afya nyanjani CHPs kuwahamasisha wakazi mbinu za kuangamiza funza. This is a continua, a continuous process. Ni sio tu hivi peke yake, tumechukua huu muda ku deal na the first priorities the cases zenye zili come out and then we'll have a follow up kila wakati eh, maybe after three months watu wetu watakuwa na have follow up kwa ground wanajua, na tuna, tuna tumeshikilia sana hawa ma CHPs. Nikiripoti kutoka kaunti ya Vihiga, jina langu ni Sheldon Asa hulu.